Leo nataka utambue kwamba kujali katika mapenzi ni muhimu sana. Hii ni kwa sababu a, kitendo hiki kinasaidia kuimarisha uhusiano na kuleta furaha na ushirikiano baina ya wapenzi wawili ambao wamependana. Ukiachana na hivyo, kitendo cha kujali katika mapenzi kinaongeza hali ya kujenga uaminifu. Kwa hiyo moja kwa moja a, kuna kusaidia wewe sasa kujenga na kudumisha uaminifu katika mahusiano yako, na wapenzi wanapohisi kuwa wanajaliana, yani ile hali ya kujaliana ikiwepo katika mahusiano yako mapenzi, a, moja kwa moja imani inaongezeka kwamba kila anakuwa na imani na uhusiano huo wa mapenzi na hakika mapenzi yenu yatadumu imara. Kitu kingine cha pili, hiki kitendo cha kujali katika mapenzi kinafanya hisia kuwa wazi. Kwa hiyo kujali kunawafanya wapenzi kuwa na uhuru wa kushirikiana. Pale mpenzi wako anapokuwa na uhakika kwamba unamjali, inakuwa rahisi sana kwake kutoa maoni na kuonyesha hisia zake mbele yako, jambo ambalo linamrahisishia yeye aa, kukufahamu zaidi, na wewe utafanikiwa kumfahamu zaidi na kwa uzuri mpenzi wako. Kitu kingine cha tatu, kujali katika mapenzi Aa, kunatoa faraja na msaada katika nyakati ngumu au changamoto. Hasa katika mahusiano yetu ya mapenzi, kujali ndo kitu pekee kinacholeta faraja na msaada. Wapenzi wanapokuwa na hali ya kuguswa, kujali kuleta nguvu ya pamoja, ambayo inawasaidia kuvuka na kupambana na changamoto ambazo zimewakabili. Kwa kumalizia tu, mpenzi mtazamaji, kitendo hiki cha kujali katika mapenzi ndo kitendo pekee ambacho kitakusaidia wewe kuonyesha upendo wako kwa mpenzi wako. Hii ni kwa sababu kujali ni njia mojawapo ya kuonyesha upendo kwa urahisi zaidi. Unajua, hakuna upendo halisi bila ya kujali. Hii ni kwa sababu kujali ndo kielelezo pekee cha kuheshimu na kuthamini hisia za mpenzi wako. Kwa hiyo ni vyema ukafahamu kuwa kujali ndio nguzo muhimu ya mapenzi, kwani ndio nguzo pekee ambayo inakusaidia kufanya uhusiano kuwa wenye maana na wenye furaha na ndiyo nguzo pekee ambayo itafanya mapenzi yenu ya dumu na kudumu na kudumu. Hii ni Bright Views Romantic Channel, na kukumbusha kusubscribe, kulike, kukomenti, lakini pia kushare na wengine wajifunze zaidi na zaidi. Asante.